Wera si wera, wera si wera, tuchape kazi Kenya mzima hii, mero yetu hii, na Central na Coast, na Western, north Eastern, na Nyanza, rift Valley. Niendelee na kazi ama nianze mambo ya siasa? Unajua, nimeona watu wengine pale ati kwa sababu hatuongei siasa tunaongea wana hawa ya maendeleo wanafikiri hatujui kampeni Hello, my friend. Oh, my friend, usidharau wembamba wa reli, gari ya moshi hupitia juu yake. Wakati wa kampeni ikifika, tutanyoroshana mbaya mbovu na hawa watu, si namna hiyo, kwa sababu hawa watu wanazunguka hapa wakiongea, hakuna mtu hakuwa na nafasi ya uongozi. Si mimi nilikuwa minister of interior? Sikuna ile kazi nilifanya nilikuwa Interior Minister. Mambo ya usalama. Mambo ya passports. Nilifanya siku fanya. Pa, kule Lamu. Nilikwama huko nilikuwa naishi huko Boni Forest. Nikipigana na Alshababu. Nilikuwa napigana na Alshababu huko North Eastern. Nilikuwa napigana na bandits everywhere. I was everywhere. Mambo ya passports. Nilinyorosha siku nyorosha. Nilinyorosha siku nyorosha. Nilinyorosha siku nyorosha. Sasa nimeingia kwa kazi mpya na nimeingia half time. And you know the most critical players are brought in in the second half. Mumesikia? This is the last leg of this term. Kwa hivyo hatutaki mchezo, we are on a mission. Ukiona tuna avoid siasa usifikiri, yatini kwa sababu hatujui kukampeni. Nimeona kuna watu wako na kiburi na maringo mingi, wanaongea kama hao ndio wenye hii dunia ya Mungu. Kuna mtu mwenye hii dunia? Si hii dunia ni ya Mwenyezi Mungu? Kuna mtu anaongea, anaongea kama Mungu. Na wengine walipewa kazi ikatabaratika, wengine mimi sitaki kuongea mambo yao, lakini siku ya, ya ku, kunyoroshana kila mtu atatoa rekodi yake. Wewe ulikuwa kitu fulani, uliletea wameru nini wewe ulikuwa kitu fulani, watu ya Dharaka nili walipata nini? Wewe ulikuwa kitu fulani, kwani kuna mtu ametoka mbinguni hajakuwa kiongozi hapo nyuma? So please let's understand each other and today, tuko hapa kwa sababu we believe in the bottom up transformation agenda that to change the economy you don't focus on just the rich people on top, hoping that those few rich people will transform the grassroots. Pesa ya serikali sasa tunaiweka kwa program ambayo inasaidia wakulima, wafugaji, watu wana biashara wadogo wadogo, hiyo ndio tunaita bottom, bottom bottom bottom bottom bottom si bodaboda, ni bottom up. Si mama mboga, ni bottom up. Si watu ya mkokoteni, ni bottom up. Si hao ndio wako hapa leo? Hapo ndio tumekuamia tume. Na wale hawataki mambo wakae kando. Tutakutana nao huko mbele. Asanteni sana.